nikukaribishe kwa siku nyingine tena hii ya leo ambapo tunaendelea na simulizi ya kipenzi chetu, rafiki yetu Bahati, ambayo simulizi hii inaendelea kutufundisha na kutuelekeza kwenye mambo mengi sana. Mimi naitwa Madam T na unasikiliza 98.7 Banana FM, na nikwambie tu kama unatumia simu janja, basi simulizi hii ya Bahati kuanzia sehemu ya kwanza unaweza kwa ukaipata kwenye YouTube channel yetu kiandika bananafmtz Bahati sehemu ya kwanza utaona na kuendelea. Tunaendelea kwa tulipoishia juzi, maana kijana alikuwa mna simulizi ambapo juzi tuliishia pale ambapo Bahati alipewa dawa, alikubali uchawi kutoka kijijini kwa mamake, akapewa vitu vya kumeza, na Bahati anasema ni irizi ni tuseme tu alipewa irizi ya kumeza, akawa ameshameza kutokea kule kijijini kwao kwenye zile siku ambazo alikaa kwa ajili ya kupatiwa mafunzo, lakini Bahati anasema alitakiwa afanye kazi kwa uhuru. Kwa hiyo mke wake alipewa unga wa kumpaka mke wake, ili mke wake apate upofu wa kudumu, mpaka pale siku atakapokubali kushiriki mambo ya kishirikina, basi atamtoa upofu. Lakini basi anasema kwa bahati mbaya sana, au kwa bahati nzuri, au kwa mapenzi ya Mungu, hata anasema ilikuwa ina mstresi sana, hadi siku amefika Dar es Salaam, akataka kwenda siku hiyo hiyo akae afika, lakini akalala gesti, akaenda siku nyingine Jumapili, ambapo alienda pia akamkuta mke wake ameenda kanisani na alivorudi, Bahati anasema alivotaka kumpaka usoni, basi Bahati anasema haikuwa yani haiku, yani kwa mapenzi ya Mungu haikuwa vile kwa dada mtumishi, bali ilikuwa ni vitu vingine kabisa. Maana Bahati anasema wakati nataka kumpaka ndo amefika nimeambiwa nisimsemeshi chote, nimtizame machoni, alafu nimpake. Bahati anasema mke wangu ile akawa anakuja kama kunikumbatia, anasema hey, bwana Yesu ni mwaminifu sana, asante Yesu, mume wangu amerudi salama. Bahati ba, anasema ndo pale nikashindwa kumpaka, nikashangazwa. Nimejitega nimeanguka, nimejitenga nimejitega nimeanguka, nimeanguka, nataka ku, ku shi ile mkono nataka sasa ning'ang'ane, endelee. Wakati niko pale chini, anani anasema Mungu wangu, imekuja tena. Nataka nimpake usoni, basi anasema mimi na vyong'ang'ana kunyenyua mkono ili nimpake usoni, yeye anahisi kama mimi nafanyaje na, yeah, na muomba msaada, kwa sababu anasema kwa sikuweza. Nikawa najiuliza pia mke wangu na maana haoni unga mweusi ambao nimejipaka mkononi na nini, au ndio hivyo afatiliwa au vipi, lakini basi anasema mwishi siku mke wake alianza kuomba pale akaomba, basi akiwa anapiga anaongea na watu wa nyumbani kwao, msada hali kwangu. Aliomba, aliomba. Sasa, asima, anaomba tumbo li nilisikia kama linataka kuwaka ile tofautiwmail ambayo nilikuwa nime nimemezeshwa. Bahati anasema tumbo liliwaka moto, nilikuwa nasikia tumbo liliwaka moto. Na Bahati anasema wakati vile naendelea kunyanyuka kusogea kum, kusogea kwa mke wangu yaani natamani mnyamazishe kwa vile ambavyo ninavyojisikia natamani kumwambia aache kwamba akiache mimi nitakuwa sawa. Lakini Bahati anasema wapi, mke wangu anaendelea na maombi, mke wangu anaendelea na maombi. Nikajitahidi kusimama, mke wangu anaendelea kuombaomba. Bahati anasema nilivyosimama, basi nikajikuta nimeteleza tena nikaanguka, na hapo ndipo ambapo nilipoteza fahamu kabisa. Lakini Bahati anasema wakati ule mimi nikapoteza fahamu mkiongo alikuja kuniambia kwamba nilizimia kwa muda mrefu sana, tofauti na siku zote za kawaida. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba alitafuta uz... w... wazazi wake, alikuja mamake, wakanipeleka wakaya... hospitalini, kwa sababu nilikuwa nimezimia zidi... nime zaidi ya masaa mawili na kitu sio? Yani zaidi ya masaa mawili alafu sijigusi, siongei, situshirikiana gote yani hivo kwa hiyo Bahati anasema nilipelekwa hospitali, na Bahati anasema ile siku ambayo nilipelekwa hospitali mimi, Bahati anasema niliambiwa kwamba sasa, ni kwa mujibu wa mke wangu, mimi na ugonjwa kwa ile niliyokuwa nao, basi Bahati anasema nilipata koma, niliambiwa nimepata ugonjwa wa koma, kwa hiyo ndio tatizo kubwa ambalo limenikuta. Bahati anasema ilikuwa ni kama ndoto mm, kabisa. Yani, Bati anasema kwa mke wangu ilikuwa na kitu ambacho hakukitarajia kabisa. Mume wake alikuwa mzima, malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea, leo hii anaambiwa kwamba mume wake amepata koma. Na kwa kawaida koma haijulikanagi muda halisi ambao mtu atapona, ni kwamba ni riski kuriski maisha yako. Lakini Bati anasema mke wangu pia alikuja kuniambia kwamba wakati mimi nimepata pale hospitalini akapigiwa pia simu kijijini kwamba mamake ana hali mbaya. Bahati anasema kumbuka kwamba mamangu mamake alikuwa na kidonda kwenye mguu kidogo. Lakini Bahati anasema siku mke wangu akaniambia kwamba amepigiwa simu, akaniambia kwamba mguu wa mama umepata changamoto amevimba sana mguuni umekuwa kama umeoza. Yaani mguu wake umekuwa kama umeoza. Kwa hiyo anapata maumivu makali sana, anaumwa sana. Inabidi apelekwe hospitalini. Bahati anasema kumbuka pia masharti niliyopewa, niliambiwa nikikosea tu itanikosti maisha yangu mimi au ya mamangu. Lakini sasa hivi naona ameenda direct. Na Bahati anasema alivoulizia ile tatizo ile limeanzia lini, lilianza siku ya Jumapili, anasema uje kuambiwa Jumatatu na Jumapili mchana nasema ndilipo alipoanza kulia maumivu, anapata maumivu makali na mguu kaanza kujia kujia. Sasa hivi mguu kama umeoza yaani, umekuwa mguu kama mtu ameumia muda ameumwa muda mrefu, mguu umeoza, umevimbafu fu, umekuwa mweusi, umekuwa mbaya. Bahati anasema hiyo ni maelezo ambayo mke wangu alikuja kunipa baadaye na aka. Bahati anasema ni naisi kipindi kile ambacho mimi nilikuwa napata maumivu wakati wa maombi ya dada mtumishi ndivyo hivyo hivyo, ambapo mama wangu alikuwa anapata maumivu kule, pengine ni changamoto ambayo ilikuwa inamkuta. Kwa hiyo Bahati, anasema niliishi kwenye koma na nikakaa nikiugua ugonjwa wa koma, na Bahati anasema pia mke wangu alikuja kuniambia wakati amekaa kwenye kwenye koma kwa muda mrefu Bati anasema nimekaa kwenye ugonjwa wa koma kati, nilikuwa siongei sifanyaji kwa muda wa mwaka na miezi miwili. Na Bati anasema kwenye ile kwa, kwa baada ya mwaka kama kuisha kama mwaka na na mwezi hivi ndo, at least nikaja nikapata nafuu ya kuanza kufanyiwa mazoezi, yani nikaanza kupata nafuu taratibu taratibu, nikaanza kufanyiwa mazoezi. Na Bati anasema kwenye huo muda mimi ambao nime kaa kwenye koma, yako mengi sana ambayo imetokea, mengi ambayo siwezi kueleza, yani siwezi kueleza yote, kwa sababu mengi mimi nimeelezewa na mke wangu, nimeelezewa na watu wa kule kijijini kwetu, yani mengine, bati anasema hakuyashuhudia kabisa kwa mwaka mzima na miezi basi, lazima kama tuseme mwaka na miezi mitatu minne. Kuna mambo ambayo mimi sikuyashuhudia kabisa, kwa sababu nilikuwa kwenye ugonjwa wa koma. Na basi nasema kwa mwaka kama na mwezi, mwaka na mwezi mzima nimekaa kwenye koma bila kuzungumza, kufumbua macho, kufanyaje kufanya, kufanya chochote. Basi anasema. Na basi anasema pia kipindi ambacho mke wangu mimi nilivyokuwa ninaumwa, kwa sababu nilikuwa nimeshamuoa tayari mke wangu, basi ndio kitu ambacho nadhani kilimtia moyo. Lakini bati anasema, unajua binadamu kuna wakati kuna kuna kuvumilia, alafu kuna kuchoka. Bati anasema katika watu waliowahi kuchoka ni wakwe zangu, kwa sababu bati anasema mke wangu aliniambia kwamba wazazi wake kunaifika ifi kipindi wakataka aolewe na mtu mwingine, ili at least aweze kupata mtoto awe na familia aolewe wazazi wa binti mlokole. Sasa mke wangu akasema kwamba binti yako wao anatakiwa aniache mimi na aolewe na mtu mwingine, lakini bahati anasema mke wangu aliwajibu kwamba atasubiri hadi nipone na basi, ikitokea nisipopona atakuja kusimulia makuu ya Mungu na ataishi maisha ya kitawa na ataishi akiamini kwamba chochote ambacho alikipitia baada ya yeye yoyote ambaye ameyapitia, hata baada ya maisha yake hapa ya duniani, hataamini basi ni ukuu wa Mungu, yaani ni vile Mungu alivyoamua maisha yake yawepo, alivyomtendea. Kwa hiyo hato achana na mimi eti kwa sababu nipo hospitali, siwezi kufanya chochote. Ataendelea kuwa na mimi na atakuwa na mimi siku zote, na hakuna chochote ambacho akitambadilisha na akasema kama ikitokea pia nikafa, yani jasema pale alivyokuwa hospitali kwa jinsi ilivyokuwa, sina matumaini, ingetokea basi nikafa basi ni mipango ya Mungu, ni na ataishi kitawa, hata hata taka kuolewa tena na mtu mwingine. Ikimaanisha hivyo basi, Bahati anasema nikaja baada ya hivyo, nikawa nafanywa mazoezi, mke wangu ananidisia wa ananirudisha kumbukumbu, anaongea na mimi, na Bahati anasema kiukweli kilichonisaidia mpaka nikapona, nikakaanza hata kufanya mazoezi na nini, Bati anasema dawa za hospitali ndio, lakini maombi ya mke wangu, familia ile ya mke wangu, sijapo kuchoka ni kawaida, walianza kunichoka. Lakini Bati anasema waliniokoa kwa kweli, maombi sana, maombi sana. Lakini Bati anasema sasa, tuwa atupe story ya ilivyokuwa kwa mama yake, wakati yeye amelazwa kule hospitalini. Bati anasema mama yake alipata changamoto ya mguu akaoza mguu lakini Bahati anasema imagine wakati ile mama yangu yupo anaumwa mguu ameoza mguu umeoza, umeoza, umeoza. Hospitali aonekani tatizo nini, ugonjwa uko wapi? Ana sukari lakini kidonda yakiponi ameshatolewa di nyama la juu. Bahati anasema alitolewa di nyama nyingine akaekewa nyama nyingine lakini wapi ugonjwa hauponi. Bahati anasema mama yangu kumbe kipindi kile pia mambo ya uchawi yalizidi kubuma kweli kweli, na ikampelekea mama yangu sasa, akawa anaona vitu vya ajabu, aite mara aite watoto wake mara awe anakimbia mwenyewe. Na Bahati anasema nikaija kuambia pia mamangu alikuwa lali ndani kabisa yani haingii kwenye nyumba yake kabisa, sio ile ambayo alikuwa na ile kile kijumba pale nje ambacho alikuwa anaweka misukuli yake, wala nyumbani kwake alikuwa analala nyumba ya nyumba. Bati anasema haingii ndani mama wangu, akawa kama amechizika, kama amepata wazimu. Na Bati anasema kama kwenye kumwadhibu, basi angeumwa mguu na kufariki tu ingekuwa itoshi kuwa adhabu kwa upande wake. Na Bati anasema ni mama yangu lakini alivuna kile alichokipanda. Bati anasema mama yangu aliteseka mpaka amekuja kufika mwisho, yani ameteseka haswa. Bati anasema mama yangu, mimi nikaambiwa, halali ndani, anakimbia vitu ambavyo havionekani, anaita watu ambao wanakani, anaomba msaada marehemu na watoto wake na nini, anazungumza vitu vya ajabu, kawa kama chezi, anaumwa lakini halali ndani anaogopa, anakimbia, anamwona watoto wake, anaita watoto wake, anaomba msamaha, anafanyaje. Ndo vitu ambavyo mamangu alivyokuwa anavifanya. Bahati anasema wakati mwingine nilivyokuwa nikiadisiwa, nilikuwa yani ro ina niuma, lakini nikikumbuka yale ambayo aliyafanya mamangu, kasema basi kila binadamu atavuna kile ambacho amekipanda, na malipo yake yamekuwa ni ya hapa hapa duniani kama alivyoyafanyia hapa duniani, basi amelipwa hapa hapa. Hapa ndipo sehemu pekee ambapo amelipwa. Bati anasema nikaambiwa mamangu amekuwa yani anaogopwa na jamii, namkimbia kwa sababu anafanya vitu vya ajabu. Mbaya zaidi yupo na dadaangu kule. Na Bati anasema nikaambiwa, at least sio saa sio ile direct kabisa, lakini dadaangu ameanza kupata unafuu na Bahati anasema dada mke wangu akaniambia kwamba alipia wakati niko na ugua, alishawahi kwenda lakini, aliona pia akimchukua dada mama atabaki bila usaidizi. Na Bahati anasema mke wangu aliniambia, kwa kweli, kwa kipindi kwa kipindi ambacho nilikuwa nakuguza wewe kazini na nini, singekuwa na uwezo wa kulea wewe, mama yako na miko peke yangu, napambana peke yangu, kikweli ingekuwa ngumu kwa upande wangu. Bahati anasema mke wangu anasema alienda kule akafanya tafuta utaratibu wa mtu tu kuwa anakaa pale anawapikia chakula na nini, lakini maombi, akawa anaendelea na maombi. Kwa hiyo anamwambia na yule dadangu Bahati anasema dadangu amekuwa sawa, at least sasa hivi sio yule mtu wa kushtuliwa fanya kitu, lakini bado akili zake hazipo sawa, bado mara ni mchafu mchafu, yani kuna vitu avip bado havipo sawa, lakini at least anaweza kaamka asubuhi akaamua zake kwenda kuchota maji akaamua zake kudeki akapika akala akafanyaje. Lakini acha nasema kingine ki kilichobadilika ni kwamba dadangu akawa hampendi kabisa mamangu, yani hawaivani anaweza wakimwacha atamkuta mpiga. Bahati anasema kuna siku nami ndada mtumishi, yeye alikuwa ameenda kule, alikuja kwenye disi. Sasa mke wangu alikuwa ameenda Njombe na walikuwa wametoka Banana. Bahati anasema alitafuta msaada wa watu wa kule, watu ambao wanajuana na yule kijana ambaye, pia kipindi kile nilipata taarifa za baba yangu, alikuwa ni mtu ambaye pia anamsaidia sana mke wangu kwenye kumpa taarifa, kwenye kutafutia mtu wa kuwahudumia pale nyumbani hivo na basi, anasema kuna siku mkiungo alisema alirudi akakuta majirani wapo wamemfunga kamba, dada angu wamemfunga. Kwa sababu gani? Nasema walimkuta amempiga mama, kamtonesha kidonda, amempiga yani, kampiga vibaya mno. Na basi anasema nikaumia, tena nika sio kitu kizuri ambacho kinatokea kina yani, akaambia ndio ni nila, lana lakini anamchukia mama yake hivo ndo anavyomchukia kwa hiyo. Pale kuna mtu ambaye amekaa pale kwa ajili ya kumwangalia, anawapikia, anambadilisha hata mama nguo, maana mama bila kulishwa ali, ali haingii ndani. Kwa hiyo bila kuogeshwa pia haogi. Kwa hiyo changamoto nyingine imekuja kwa mamangu ndo hiyo, ati anasema nyumba mamangu imekuwa chungu kwake, anakaa nyuma ya nyumba tu, huko ndipo ambapo anakaa haingii ndani, hataki kuingia ndani, hataki kwenda popote, anakimbia. Saa nyingine anasema akija kwa huku nje sasa, asipokaa nyuma ya nyumba akija kwa huku mbele, anakimbia, anasema kwamba anaona, anaona, anawaita ndugu zangu, anafanyaje kwa, anakimbia, ile anaogopa nati, anasema mamangu analala nyuma ya nyumba maisha yake yote, mpaka amekuja kufariki dunia. Mamangu alikuwa analala nyumba, itakuwaje basi? Amepona, alipata koma. Tunaenda haraka haraka, tuwezi kuelezea yote kwa sababu anayetuelezea ni Bahati, alikuwa kwenye koma, hana chochote anachokijua. Kwa hiyo vitu ambavyo vi, tunaelezea ni yeye mwenyewe, alielezewa, hana vyote anavyovijua. Alikuwaje, kitu gani ambacho kitaendelea haswa? Mama yake ilikuwaje mpaka akaja kufariki dunia? Je, mama yake bahati alifariki dunia bahati akiwa kwenye koma, au alikuwa tayari ameshazinduka kutoka kwenye koma? Na yeye utakuja kufahamu, utakuja kujua, dada yake bahati atapona kabisa kabisa? Bahati akitoka kwenye koma atafanya mazoezi, atarudi amelala ame, ame kitandani mwaka na miezi, akirudi kuwa binadamu, akaenda kaanza kutembea, ataweza kutembea kote? Ataweza kufanya kazi popote? Ataweza kuwa na familia yenye watoto na nini atapona kabisa kabisa, au atabaki na changamoto pia ya kiafya yote hayo tutakuja kuyajua. Mimi naitwa Madam T, endelea kusikiliza 98.7 Banana FM. Kwenye mitandao ya kijamii Instagram pamoja na TikTok andika official T005. Lakini pia simulizi ya Bahati kuanzia sehemu ya kwanza mpaka tunapoendelea, ukiingia YouTube kule, andika Banana FM TZ Bahati sehemu ya kwanza, utaona kuanzia sehemu ya kwanza na kuendelea. Waniacha atakee ni njema ni watakie siku njema, tutakutana tena siku ya kesho.